Zurumaji zurumaji, unajua yeah. Ndio maana wanapopeleka kesi zao sehemu lazima zichunguzwe sana, kwa sababu napo, unajua, unakuwa ni mtu wa kulalamika kila siku kwenye kila kitu, ni mtu wa kulalamika hata unapopelekewa hata unapopeleka jambo sehemu, lazima wao wakae chini, watafakari, huyu jambo hili jambo hili linahusiana na nini na lina advantage gani na lina mantiki gani na lina misingi gani? Ukija kwenye misingi ya soka letu hili hao hizo kanuni ambazo yeye yeah, amezipeleka kule kwa ajili kula ya kulalamikia, ndio huyo huyo ambaye naye aliingia katika kuzitungia sheria, si ndio manake, eh. Yalikuwa ni katika matarajio mashabiki wa Simba, si tuliamini kabisa hao tofika mbali, na ndio maana baadhi ya watu tuliandika e, katika katika jezi zetu, tukawaambia bana, mtacheza lazima mta mtacheza tu. Wao wow, eh, walisema hawachezi walisema hawachezi. Hebu sasa waulize wana sababu gani za kukataa? Kama watakataa, basi sisi tutaneemeka, na sisi tunawaambia, wakiingiza timu uwanjani, maana yake ni kwamba hawawezi kuchukua kombe la NBC, labda wakiingiza timu uwanjani hawawezi kuchukua kombe la NBC. Sasa watafute namna ya kukuto kuingiza timu ndani ya kiwanja, kwa sababu Simba sisi tunategemea pointi zetu tunazitoa pale pale Bwana familia ya Simba fans TV, tuko naye mwenetu sana Ali Kiumbe. Mimi napenda kumwita admini wa kibegi cha Makombe, yeye ndo utawala kwa sasa ee. Kibegi hiki bana, ni kuibie tu siri kwamba msimu huu kina hamu kweli ya kuwa na kombe la shirikisho barani Afrika, si ndio mzee mwenzangu? Bila kusahau NBC Premier League eh? Kombe la Azam eh, la CRDB Federation Cup pia si linahitajika umu, lakini kwa yote hayo tutakuja kuyazungumza. Kubwa zaidi ambalo nataka kufahamu kutoka kwako ni ile barua ambayo eh, imetoka kwa mahakama ya usuluhishi wa michezo eh, kwa maana ya CAS, binafsi kama Mwana Simba, barua ile mmeipokea kwa mtazamo gani, ikiwa ni pande ambazo pia mlikuwa mnahusika kwa namna moja ama nyingine mkiwa sehemu ya watu ambao ni kama ni washtakiwa ama watuhumiwa kwa upande wenu? Uh, sisi kwanza tunatambua kwamba ni kitu ambacho kilikuwa kimekusudiwa, na ukija kwenye habari ya kwamba ni kitu gani ambacho kiko mbele, tulitarajia haya yote ambayo yanatokea hivi sasa, tuliyatarajia kuyaona, kwa sababu tumekuwa tukishuhudia ndugu zetu hawa mgongo wazi, nyuma mwiko, wamekuwa wakiangaika wakipata tabu katika kupambana na baadhi ya kesi mbalimbali barani Afrika, wamekuwa wakiferi kabisa na tumeshuhudia wamekuwa wakiburuzwa sana hata kwenye baadhi ya wachezaji, na hawa ndugu zetu ni watu wazurumaji, zurumaji, unajua hey. Ndio maana wanapopeleka kesi zao sehemu lazima zichunguzwe sana, kwa sababu unapo, unajua, unakuwa ni mtu wa kulalamika kila siku kwenye kila kitu, ni mtu wa kulalamika. Hata unapopelekewa hata unapopeleka jambo sehemu, lazima wao wakae chini, watafakari, huyu jambo hili jambo hili linahusiana na nini na lina advantage gani na lina mantiki gani na lina misingi gani? Ukija kwenye misingi ya soka letu hili, hao hizo kanuni ambazo yeye amezipeleka kule kwa ajili ya kulalamikia, ndio huyo huyo ambaye naye aliingia katika kuzitungia sheria, si ndio? Maanayake yeye akitaka, anataka kwamba, na wao wakati sheria zinatungwa walikuwa walikuwepo katika sehemu hiyo. Leo inatokea kwamba wanaona wanaona kwamba wanaonewa, kwa sababu sababu zote ambazo zimetokea kuahirishwa kwa dabi ni wao ndio sababu wasingetoa hizi sababu wasingefanya hizi sababu, sababu. Unaenda kututolea watoto wa Mbagara wale wanakuja kujaa getini, timu klabu kubwa kama Simba, timu ambayo inategemewa katika katika ardhi ya Tanzania, timu ambayo inawawakilisha, timu, timu ambayo bado mpaka sasa hivi ni heshima, timu ambayo inatarajiwa kuleta kombe la Afrika katika nchi hii ardhi ya Tanzania unakuja kuiletea mambo ya, ya, ya, ya kijinga jinga. Ndio maana tunasema haya yote ambayo yametokea ya ya yalikuwa ni katika matarajio. Mashabiki wa Simba si tuli tuliamini kabisa hawatufika mbali, na ndio maana baadhi ya watu tuliandika e, katika katika jezi zetu tukawaambia bana mtacheza. Lazima mtacheza. Mtacheza tu wao, wow, e, walisema hawachezi walisema hawachezi. Hebu sasa waulize wana sababu gani za kukataa? Kama watakataa, basi sisi tutaneemeka, na sisi tunawaambia wakiingiza timu uwanjani, maana yake ni kwamba hawawezi kuchukua kombe la NBC. Labda wakiingiza timu uwanjani mm. hawawezi kuchukua kombe la NBC. Sasa watafute namna ya kukuto kuingiza timu ndani ya kiwanja, kwa sababu Simba sisi tunategemea pointi zetu tunazitoa pale pale yaani kwamba alama bingwa za ubingwa za wekundu wa Msimbazi, Simba wanazo wao. Ndio maana wanakimbia <laughs> eh? Sikimbie, sisi tunawambia hivi, waingize timu uwanjani, wacheze tujue kwamba kweli ni timu ya siasa ama, yeah, timu ya mpira. Umekwisha elewa? Hmm. Kwa sababu kuna vitu vingi hawa ndugu zetu wanakuwa wanakosea. Tunawaambia waache siasa wa, waingie kwenye siasa ya mpira, kwa sababu kuna siasa na siasa ya mpira sisi tumebedi sana kwenye siasa ya mpira, ndio maana unaona tunasajili wachezaji wazuri wenye viwango, wachezaji wadogo, wachezaji ambao wana kwaliti kubwa. Sasa wewe unakuja kuacha wazee tu, unarundika wazee tu kule, halafu unataka tena wewe hiyo hiyo timu yako ifanye vizuri hiyo sisi tunakuambia ni uongo. Kwa hiyo sasa wasiwadanganye mashabiki wao wale viongozi kwanza, ili kombe la mbuzi wasije wakawadanganya kwamba ni mafanikio. Sisi tulishawahi kuchukua hilo kombe na ndio maana kipindichi tumesema tu, tuache kidogo. Sisi tuna jambo letu la kitaifa, tuna mambo mengi hivi sasa, taifa zima linatutegemea sisi, tuna mambo mengi ya kuwakilisha nchi ndio maana tukawaambia mtu wache kidogo, ili kombe la mbuzi ambalo wamechukua ili sisi wa, u, u, kama kuchinja mbuzi sijui kuchinja nini, wanapokula kula zile nyama zao wale. Sisi tuna jambo letu ambalo tunategemea rais huyo huyo wa vilabu ndio atakuja kutuvisha medali, yaani kwamba rais wao, rais wa vilabu eh, ndio tunategemea aje atuvishe medali yaani sisi tunategemea siku hiyo tumuone injinia pale anakuja kutuvisha medali eh. Auko wana ubaya ubaya, kibegi cha makombe kinaruka juu huko, amediari anapi, amediari nakukubali yani, kuna ubaya ubaya unatokea hatari bana wa eh, wanalalamika na, wapelekea ubaya ubaya kila wanapoenda bana. Sisi tumewaambia ah, sisi tumewaambia sisi, tu ni klabu ya mpira na toka, toka zama hizo, hata ukiwauliza wale wazee wa kitambo waliowahi kuufuatilia mpira wa Tanzania Nakwambia, klabu pekee ya mpira Tanzania ni klabu ya Simba. Hizi zingine zinakuja kuharibu haribiwa. Ndio maana unaona hata Mo David tajiri mkubwa, na unamwona anachokifanya, ndio amewekeza kwenye timu hii moja, moja. Na ana hela, ana hela mpaka zinamwagika, lakini ulishawahi kusikia kwamba Mo David anaenda kuwekeza pesa kwenye klabu kingine? Kwa maana ya nini? Ya kutaka nafuu nafuu kwenye ligi sisi hatuhitaji nafuu, tunataka tucheze football, football ikuwe. Ukimwona Simba amefikisha e, ligi ya Tanzania imemshusha ime Tunisia, maana yake ni ubora wa wa, wa, wa, wa, wa, nani, wa football kutoka kwenye timu ya klabu ya Simba. Ndio, tuna, tunawaaminisha kwamba watu tuingie kwenye mpira moja kwa moja, hata kuweka nembo kwenye vilabu vilabu hivi kwa ajili ya kupata nafuu ya maisha. Sisi tunataka tuangalie nani anafanya vizuri, nani pambana kabisa, ile baba, tubamba watu wa mguu kati, tuone kabisa mpira unachezeka kwao. Tunasema huu ni ubaya ubaya, na tunaamini kabisa kila jambo litakwenda sawia. Hali, kwa hiki ambacho kimejitokeza eh, barua hii ya kasi, tutarajie dabi ikichezwa, si ndio ile hilo baba, usio na wasiwasi wasi nalo. Dabi sisi tunaamini itachezwa. Sisi toka awali tulishowambia kwamba itachezwa. Sisi tumetuma watu wachache tu pale, kwa ajili ya kuwasomea tu, uh, kafu, kwamba hichi kifungu kinasema hivi. Aliyekitunga alikuwepo, ni injinia isi sijui nani, naye alikuwepo, nani alikuwepo, kwa watu wote wanaoleta hizi kesi walikuwepo, kwa maana yake ni kama kama walikuwepo waende tena warudi kule wazibadilishe, wazi, wazi, wazi, watafute namna yoyote ya kuweka sawa ili ionekane kwamba wako kwenye haki. Ndio maana tunasema dabi itachezwa na usio na wasiwasi, na wakiingiza timu kama ninavyokudokezea, wakiingiza timu tu ubingwa hawana. Kwa hiyo kama na wewe utapata ushauri wa kuwashauri waambie, bwana, kama kuna namna yoyote msiingize timu. Huu ni mtego. Simba imewategea mtego, ukiingiza timu shughuli una. Kwa maana hiyo alikimbia shughuli, sio wanakimbia, na mpaka sasa hivi wataendelea kukimbia. Ule wimbo ambao alikuwa wanaimba Zanzibar, Mwanza, sijui Kigoma, sijui wapi, wameimba nyimbo nyingi sana kwamba hatucheze, hatuchezi waambia huwe wimbo, bado wataendelea kuimba. E, kasi imesharudisha shughuli nyumbani wataendelea kuimba yule aliyemtukana yu yu yu ndio anarudishiwa, anarudi sasa nyumbani kuwafahamisha kwamba, e, mimi ndio nimerudi, njooni hapa tukae mezani na, na tunat, tunategemea kuiona tu bodi ya ligi ikiandika kwamba siku fulani mechi inapigwa. Tusubiri na sisi tuone watakuja kwa staili gani, kwa sababu kama kawaida yetu sisi tutakuja na mbuzi zetu kama kawaida e, kaba, na sasa hivi tumeandaa mpaka ngamia kutoka Warabuni. Sasa tunaenda Warabuni, kwa nini tusilete mpaka ngamia kwa shuhudia sio wazee wafupi hivi sasa yeah. Tumeandaa kuwaleta watoto wadogo, watu watu <laughs> bana, nikushukuru sana ube ube, nakubali sana <laughs> salamu za Kibegi cha Makombe kwa Wanasimba, tunasema kwamba hivi sasa tumejipanga, hatuna cha kupoteza. Tumeingia chakani kwa ajili ya kuzitafuta pointi tatu kila tunapokanyaga, tunapokanyaga nyama mwingi